Cheza kwa Yesu, cheza eh, wana tafes and aru praise and worship team pale akisema kwamba utukuzwe kwa mpigo tena zaidi dakika <laughs> 43 apo mwendo huu wasangapisa 12 saa asubuhi majira yakiwa Afrika Mashariki. Karibu tena sana msikilizaji pamoja na mtazamaji unayenitazama right this brief morning b eh, ndani ya mpango mzima huu katika awamu ya pili tayari inakuambia mambo mazuri tena sana, na it's that time kuweza kuangalia at least what is not happening. Let's listen from this other side of uh, things that happening in this beautiful country yanayotendeka ndova sana haya. Hatimaye jana mwanaharakati ambaye amekuwa akizuiliwa sana huko upande wa Tanzania, anaitwa Boni Mwangi, baada ya kelele za hapo na pale pale, pale katika mitandao, hata mke wake akazungumza akisema kwamba jamani, Tanzania, wapi mme wangu? Mlisema kwamba mmemwachilia, hajafika nyumbani na vitu kama hivyo. Kwa hivyo jana aliweza kujiunga na baada ya kuweza ku hiyo sasa eh, sijui ni deportation ama ni gani? Because deportation huwa inatumiwa ndege lakini hiyo sasa walifanya aje, walitumia gari. Eh, inaitwa Ukunda. Aza ndio akapatikana na, na, na familia yake vile. Na akakuwa anazungumza sema he was tortured. Hmm? Apitia mateso sana huko upande wa Tanzania. Okay? Alipitia mateso sana kule upande wa Tanzania, wene Billy Mwangi pale ule mwana harakati ukwaya akifanyika. Kuna huyu msaidizi wa rais William Ruto, eh, Faruku Kibet. Faruku Kibet amewashutumu sana vikali wana harakati ya anasema kwamba wana harakati wengine wafungwe jela eh? Wanafanya nini gani? Wanaharibu sifa ya nchi, wanaharibu sifa la taifa, wanaenda aje kujiaibisha katika taifa nyingine ama taifa jingine kule upande wa Tanzania, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo huyo ni Faruki Beta aliyokuwa anazungumza, lakini sasa uh, wanaharakati wa Kenya uh, walikuwa na furaha huku familia uh, pia ya Mwangi kufurahia tu kuona kwamba uh, kijana wao amerejea wa nyumbani baada ya kwisha kupitia mateso ya siku nne vile uko upande wa Tanzania. Kwa hivyo Mwangi alisema Was really tortured. Na jana, jamani, ungemtazama hata kutembea kwake alikuwa nasaidiwa tu because ni kama aliteswa sana eh? Mwangi, hebu msikize anasema waliteswa sana. Hata yeye kutembeka kwa tatizo jamani. Na vile vile alikuwa amezuiliwa na mwanahabari mmoja wa nchi ya Uganda kwa wa tatizo vile hmm? <laughs> Noma sana. No, sana ukwaya akifanyika bwana fit, kumekuwa kukishuhudiwa visa vya mauaji ya mapadri nchini, swala ambalo bwana linaleta wasiwasi sana because, eh, hapo jana pia hofu iliweza kugubika katika kijiji kimoja cha Tot huko eneo bunge la Marakwet, huko upande wa Maraquet East eh, baada ya padri mmoja wa kanisa Katoliki kuweza kuwawa na majangili. Huyu jamaa kwa jina Alois Bet Cheruyot katika eneo la Algeo Market alikuwa tu kwenye shughuli zake za kawaida za amani. Na haya yanajiri huku pia padri mwingine wa kanisa Katoliki aliyowao kijana akizikwa hapo jana upande wa Nyahururu. Jamaa anaitwa John Maina, padri John Maina, pia naye aliuawa kule upande wa Nyahururu. E, sasa ni kisa ambacho bwana kinaleta wasiwasi sana. Mbona watu wamegeukia mapadri? Mbona sasa mapadri waanze kuuawa? Watu ambao wanaeneza tu Injili watu ambao wako tu katika njia zao za kufanya nini? E, peace making, kutangamana na watu wasiojiweza katika jamii, kuhubiri neno kwa watu, kutia watu moyo. So watu kama hawa mbona wauawe? Najua ni kitu ambacho kimeleta wasiwasi sana e, baada ya kushuhudia kisa kimoja kule upande wa Nyaururu, alafu kingine pia kimeripotiwa kule upande wa Elgeyo Marakwet. Kwa hivyo hao wanaoua mapadri wanataka nini? Hao wanaoua watumishi wa Mungu wanataka nini? Nani amewatuma? what's the motive ya? Yani, nilikwambia siku hizi watu they don't fear people, they don't fear the Bible. Yani, do not kill imekani kama, yani hakuna kabisa sita commandment because the rate at which people are using eh, eh, eh, eh, their power to kill others or the way they are, eh wanachukulia sheria mkononi bwana, ina inashtusha sana you know, so ni kitu ambacho kinasikitisha eh, familia kufahamu ama pia kanisa kufahamu kwamba kiongozi wao ayupo tena, eti ameuawa na hajakosana na mtu, yeye alikuwa tu kwenye ziara yake tu ya kudumisha amani, ama ndio huyu anahubiri upendo na hubiri neno la Mungu, kisha yeye anauawa. Unashangaa, eh, mapadri wamekosa nini ili kwamba kaweze kuuawa. Sasa inajiri huku, eh, mamia ya waumini pamoja na viongozi wa Katoliki eh, na familia tofauti tofauti waliweza kukusanyika huko kaunti ya, ya, ya, ya Nyandarua eh, upande wa Nyahururu katika mazishi ya John Maina ambaye ni padri pia aliyeuawa. Eh, kwa hivyo mapadri na viongozi wa makanisa wanataka kujua ni nini kinapelekea au kweli kuhusu kifo cha wenzao, nini kinapelekea wenzao hizi kuuawa katika hali kama hii ya siti kwamba mmoja akafa tu, kifo tu kile ambacho ni kifo cha kawaida, lakini amekatizwa maisha yake na mtu fulani. Kapigwa risasi, mwingine kadungwa dungu, mwingine kapigwa rungu, mwingine kafanyiwa nini, ushaelewa? So ni kitu ambacho bwana kinaleta wasiwasi sana. So maanisha, so, kama basi wameanza kuua watumishi wa Mungu, sasa wale ambao wanahitaji hao watumishi watafanyiwaje bwana. Yaani, inaleta ina, ina, ina wasiwasi yeah? Anyway, ndio mambo yanayofanyika fanyika. hamsini tare ndizo dakika mwendo hulo wa saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki yanayo tendeka. Hiyo ni kali na inahuzunisha tena sana ama namna gani? Asante sana. Katika ujumbe wake anasema kwamba ndio muhenga wa radio Samaritan na hapo pasto akiwa bisoka kimngavo village pale, totally in civil Friday trending show with mama director Rebecca Litunya, Masi Malika, waebuhonga Ellen Nyakoa, Charles engineer tit for tat holiday akute, Reverend Lenny Sopan Sophie wa ebuhui, Jeno Lucy, Samuel Ndukwe, Helen unia uchingo, And all All staff Mnyanza nursing home, eh hey, community pala sema, tuko pamoja all right. Asema haleluya and praise God amen, sema na Raushi wa William Bata sela wa Ulumbi Joseph Atonyoka chairman na vice wa Maanio, ujumbe wao na siku njema jana jana, akiwa bubai, eh hey, akiwa sasa ndio vice lady chair lady wale wa, wa Maanio vile vile, nasema pia naye anafurahia kipindi asubuhi ya leo. Hey. Hello, eh hey. Hey. Na nashangaa mbona, wauwe mapadri wamekosa nini? Pasta. Yeah. Mbona, mbona. Hii na shangaa lazima tu, uh, tupate majibu ya maswali ambayo tunajiuliza <laughs> vichwani, mbona mbona watumishi wa Mungu, lakini haieleweki. Eh. Huyu ni mwana habari mwenye alienda Tanzania ama? Ah, ni Mwangi mwana harakati. Mhm. Mm eh, hey, amerejeshwa nyumbani na ameumia vibaya sana. Ameumia vibaya sana. Sasa, ndio nilikuwa nakuambia watu wabaki kwa nchi yao. Bwana, hii mateso yote unaenda kuteseka kwa hichi inaendelea. Sasa <laughs> unajua mwanaharakati ni ile sio yako. Unajua mwanaharakati kazi yake Hmm. Ni kujali maslahi ya wengine. Yes, ni kujali, lakini kama unateswa hivi. Eh. Alafu anakuja mwenye anasimamia hii nini, anasema kwamba atiwashikwe tena. Huyu sasa ni msaidizi wa Ruto ambaye anasema hawa ah, watu wakamatwe wengine. Tena wakamatwe tena ende tena tese. <laughs> <But> <laughs> yetu hii tusipoangalia, tujui mwelekeo tunaenda wapi. Mungu atusaidie. Tuombe sana Mungu atusaidie, jamani. samaritaedi loawame mzee, acha nikwambie, niambie baba, kitu ya kwanza wae, nikupikia sand kutoa ile pesa inaitwaje? Eh, ile ya, ya Ruto hiyo Gani? Eh? Unasema nini wewe? Hiyo pesa tulikuwa tunakopa hiyo pesa. Acha mmenifanyia vizuri sana kunitolea hapo mbele. Nashukuru, nilikuwa nilikuwa natetemeka. Eh. Wewe, wewe unaibia serikali? Ah, ah, mimi siibi serikali. Hautaki, hautaki kulipa. Atangaza, nikasikia vizuri zaidi, nikasema. Kwa hivyo unasemaje? sasa hivi unasemaje? sasa hivi hapa, nasema hivi basi, wewe mabati, tafadhali basi. Ni makosa makubwa sana hapo, sana sana sana sana, kwa maana mtu mwenye wa Mwenyezi Mungu kama anongea neno lake, eh. Tafadhali wasimuue huyu mm. Ni mwenyewe seneka mm. ndefikia chapa kazi mzee mm. Ah, jenzi anasema lazima angesema tu hiyo Azla Fund. Anasema alifurahi kusikia hiyo taarifa kwamba <laughs> Juhudi za kuwafikia wale waliokopa iligonga mwamba. Kaitano alifurahi sana, hadi eh? akahug Pamela wake na ajawai kumhug kwa maisha. Woo! Samaritan Radio, hello. Elvis. Yes. Mimi nimekupata vizuri kwa upande aliojiri. Bwana na mimi sifurahii hii mambo inayotendeka baba. Unajua nikwambia hivi. Eh.

mama vile alifanya mipango angeambia tu Kenya ni saa, kila mtu akae kwake, akae kwake, lakini asiguze mtu, lakini asiguze mtu, lakini ndio watamchokora kwa mitandao. Huyu ni mama Suluhu, wana wa Kenya ni wagumu mose. Ay, jamani, kwa, m, kwa, wa upande wa internet na mitandao ndiyo? Imagine walinda wakahakia ta taifa la Tanzania hey, wakatangaza kifo ya mama <laughs> yani, imagine we uko kwako, umefariki uko kwako, unaona kwa mitandao unasema Delvin is dead, amefariki na niko hai e, tu tu tuwe na subira kidogo, ndio wakati huu mgumu. Amina oh my God. Kwa <laughs> wa Kenya, Ma mama angejua Kenya hata angeshughulika na Kenya. My God. <laughs>

Anaitwa JB John Baraza pale DF23. Ya, yeah. Yeah. Nataka tuweze kusimama kisha tutakuwa nampisha pizotundo na msikia sikia upande wa pili anajipanga jipanga kwa ajili ya wimbi eh, upande huu eh, awamu hii ya saa moja za asubuhi. Kwa hivyo msimamo wa siku. Itakuwa vizuri bwana, tukisimama right now this beautiful morning na kitabu ambacho na tulikuwa na shirikishiriki pale katika devotion, na maana yake kimecha baraka sana. Tulikuwa nasema kwa hapo Bwana Mungu anatukirimia afya na afya yetu itakuwa imara kabisa, manake anazidi kujali maslahi yetu. Katika Isaya 58:11 anasema kwamba naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipo kuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi -chemi ambayo maji yake hayapungui. Ah, kwa uondo zaidi soma Isaya 58, kutoka nane, ato itakamaliza kifungo chote ili uweze kusimama kikamilifu. Msimamo